Sasa mimi naitwa Lugano Lazaro Mwakalasia mwenyekiti wa kitongoji cha Kisiba. Namshukuru sana Mheshimiwa mbunge wetu Anthony Mwantona kwa msaada yake ambayo anatusaidia tumpokea mradi wa umeme ambao kwetu umetuma manufaa makubwa sana. Kabla hapo kwa kwetu tulikuwa gizani, tulikosa tulikosa mama mengi sana kutokuwa na na umeme. Mama zetu na, na wake zetu walikuwa na nagka kwa upande wa mashine kwenda kwenda mbali kusaga mashine, lakini naamini sasa matajiri ambao wana mashine ya, ya kusaga wataleta ndani ya kijiji changu. Kwa hiyo namshukuru sana mheshimiwa mbunge na kupongeza aendelee kutu, kutusaidia watu, watu wake sana sana wakazi wangu wa Kisiba, kwa niaba yao namshukuru sana mheshimiwa mbunge ambaye na umeme ametupa barabara ambayo iko shida sana. Kabla ya barabara kutengenezwa, watu wanapata shida sana, barabara ku, sana kwa ajili kwa, kwa ya usafiri pia namshukuru sana kwa mchango wake upande wa zanati, wananchi tunajenga za, mradi wa zanati, lakini nguvu yake kubwa Umetufuka pale kwa ajili ujenzi wa wa zanati. Kuna mshukuru sana sana sana pamoja na rais wetu mpendwa mama mama Samia kwa umoja walio nao kutoa pesa kwa ajili ya miradi ya vijiji. Tunasaidia sana. Asante. Ni mwenyekiti wa kitongoji cha Ikomelo. Namshukuru mbunge wetu Antony Mwantona kwa ahadi aliyo, aliyotoa ahadi pamoja na rais wetu mama Samia kwa, kwa ahadi aliyotoa ahadi. Nashukuru sana kwa kuwa umetimia leo. Nashukuru pongezi ziende kwa mbunge wetu wa kutupigania sisi wananchi. Naomba kwa Mungu endelee kutupambania. Kumwambia Mama Samia kama ulivyotuambia kwa kazi na iendelee. Pia pamoja na rais wetu tupo pamoja naye. Wananchi wa kijiji cha Isabula kata ya Kisiba, kwa kweli tumefurahi sana siku ya leo kwa hii project ya umeme ambao umetuletea mheshimiwa mbunge. Kwa ujumla tunafurahi sana. Kwa sababu gani? Maendeleo yatakuja katika ya kijiji chetu. Mwanzo tulikuwa tuna mambo ya ufundi yalikuwa yanapata shida sana, kwa jinsi ambavyo tunatumia tu miundombinu ambayo isiyofaa, lakini baadhi tuna vitu vingine ambavyo tulitaja tuvilete mahali hapa hatukuweza kuleta kwa sababu ya umeme. Lakini kwa jinsi ambavyo umetuletea umeme, na imani kwamba maendeleo mengi yatakuja na hata ujasiri mali mwingi tutauanzisha, na tunahakikisha kwa sababu kwa jinsi ambavyo ilipo support maendeleo yatakuepo mengi katika kijiji cha Isabula. Tunashukuru sana mheshimiwa, lakini pia sisi kama vijana ambao ni wajasiri mali, kwa kweli kwa kitendo hiki cha umeme kufika hapa tunaamini kwamba tutafanya kazi na tutahakikisha kwamba tunaleta maendeleo. Na hata kwa serikali yetu kwa ujumla, hata rais wetu tunamshukuru sana kwa ajili ya project hii. Asante sana, namshukuru sana mheshimiwa mbunge kwa ajili ya kutupatia nguvu za umeme toka kipindi cha nyuma, kutoka kwenye giza tukawa na tumia sola ingine ambayo tunashindwa kwenye giza, lakini tulipopata huu mradi Jambo la kumshukuru sana Mungu lakini tunamshukuru sana Mbunge wetu kwa kutukumbuka na kijiji chasaula. Mambo me, mengi ambayo anaendelea kutufanyia katika kijiji chetu, wemo barabara, ametusaidia ujenzi wa zahanati ambayo tunaendelea kujenga. Mchango wake tunauona, kwaio tunamshukuru sana sana, sana. Tunamtakia <coughs> kazi njema na mawazo mema kwa ajili ya kuendelea kutupatia kwa miradi kule kama wana kijiji cha Isabote ipo shule ya msingi Komelo. Tunamshukuru Mheshimiwa Rais Samia Suluhu Hassan na Mheshimiwa Mbunge kwa ajili ya kutuletea umeme. Ni vitu vingi sana tulikuwa tunakosa kutokana na kuto kuwepo umeme, ikiwepo masomo ya sayansi kuweza kufundisha. Mambo ya mitandao tulikuwa tunashindwa kufundisha watoto, kwa hiyo kwa sasa hivi tutaweza vizuri, tutaenda vizuri na tunashukuru sana, mambo mengi tutaweza kuyafanya, na elimu itaendelea kwa juu zaidi. Asante, nashukuru. Kabla umeme haupo, mwalimu, changamoto gani ambazo mnapitia? Changamoto tunazozipitia, kwanza kabisa ni ufundishaji. Kuna mada ambazo zinahusu mambo ya mitandao, mambo ya intaneti, kwenye jiografia darasa la nne, mtaala mpya na sayansi darasa la tatu la sita la tano tunashindwa kufundisha kwa sababu nadharia, watoto hawaelewi, na tulazimu tutafute vyombo vinavyoweza kujiendesha vyenyewe na watoto wakaelewa vizuri kwa kutumia kile kitendo anachokiona, lakini sisi tunashindwa kufundisha. Tunatumia simu simu janja yenyewe inakuwa ni moja, lakini kwa watoto wengi inakuwa haitoshi tunahitaji vifaa ambavyo vitau. Kwa mbunge na mheshimiwa rais, baada ya kutuletea umeme, ni kwamba tunawashukuru sana sana sana sana, na tunatamani waendelee kutufanyia hivyo, na vitu vingine waendelee kutufanyia, ili tuendelee kuendeleza elimu yetu iwe juu zaidi. Tunawashukuru sana. Mtasoma darasa la sita shule gani? Shule ya msingi Ikomelo bunge, kwa sababu tutasoma vizuri kwa raha bila shida. Nini ambacho namwahidisai kwamba tutasoma vizuri, na tunashukuru rais na mbunge kwa kutuletea umeme shuleni kwetu. Sisi wanafunzi tumefurahi na tunashukuru, tunaweza kujifunza vizuri na kufaulu masomo ya sayansi yote vizuri. Tunawaahidi kwamba anaweza kupita kwenye uchaguzi mkuu unaotakiwa kufanyika.